Uh, hili eneo ni barabara ya toka Morogoro kwenda Iringa maarufu kama Iyovi. Uh, tunachokiona hapa ni kwamba barabara yetu, kutoka na mvua ambazo zinaendelea kunyesha sasa, imeanza tope zimekuja, zimeingia barabarani na magari kadhaa, madereva ambao hawakuwa hawakuwa na tahadhari wameweza kupata madhara ambayo tumeyaona, magari kama mbili tatu ambayo zimeanguka kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tunataka kutoa tahadhari kwa madereva ambao wanatumia barabara hii, hasa kipindi hiki cha mvua, kwamba kipindi cha mvua wanapaswa kupata sheria zote za barabara na kuchukua tahadhari mbalimbali, sababu ngozi zinapokuwa zinanyesha huoni kwa sababu ni hafifu, lakini lolote linaweza kutokea. Kama hili sasa, maporomoko yametokea, barabara yameziba, lakini dereva sasa huyu yeye akawa amekuja tu bila kuchukua tahadhari na tafsiri kupata matatizo wanapaswa kuchukua tahadhari, madhara ya watumiaji wengine wa barabara. Jeshi la polisi tumeimarisha doria hapa kusudi waweze kupita kwa wakati. Wenzetu wa TANROADS wanaendelea kuondoa hichi kifusi ambacho kiko kwenye barabara, na baadaye hali itakuwa nzuri. Nawatakia maandalizi mazuri ya mwaka mpya, na wasafiri wakiwa hapo juu hapo kwa nashuka hivi down baada na na na ya kusogea sogea na hii down hapo kutana hapo na hilo likifusi hapo. Driva baada ya kujitetea, akanyaga breki, basi naye akawa anapandisha hivi kwa sema kujitetea, ikawa hamna hapo panda hilo likifusi chuma akajipiga mtama wa Dodoma. Mimi ni msaidizi wa dereva, ikwa tukitoka daa kuelekea Mbeya, na gari lilikuwa imepakia shehena ya matrekta. Sasa wakati tumefika maeneo haya Iyovi haya, kuna na mvua mvua na utelezi na nini, gari kawa imeteleza. Baada ya kuteleza, ikawa imegonga ukingo wa daraja. Ilipogonga ukingo wa daraja, tairi kapasuka, gari kavutwa kuelekea bondeni kama hivi unavyoona, hichi ni kitendo kama cha sekunde tatu au tano, mpaka hapa gari unavyoiona imefika. Lakini namshukuru Mungu, tumetoka katika mazingira tukiwa salama, icikocubuko tu na mali. Kama hivi unavyoona, mali tulitoa humo kwenye kontena, zingine zimepata majeraha na zenyewe, na zingine ziko vizuri. Ndo hivyo, kutokana na barabara zetu na zenyewe sio rafiki sana.